Kwenye usiofikika ukipita kwenye hoteli nyingi tunazopokea watalii wetu management nzima unaweza kukuta asilimia sabini na tano sio wa Tanzania, Watanzania. Hili si sawa, kunao watoto wetu tunaowafundisha wenyewe. Ni lazima tuamue kwa pamoja kubadilisha ka utamaduni hapa, ili ifike siku twende kwenye hoteli kubwa zote za nyota tano tukute management nzima ni ya watoto wa Kitanzania. Lazima tuanze na sisi tuliopo kwenye ukumbi huu. Lazima tuanze na sisi wahitimu mia sita sabini na nne tunaomaliza masomo yetu leo kuamua maelekezo ya serikali, kama tulivyomsikia wiki Mheshimiwa Waziri Mkuu akisema ziko nafasi lazima zifanywe na Watanzania wenyewe, lakini lazima tujiimarishe ili tuzichukue nafasi hizo na, na tuwaonyeshe kweli tumeziweza nafasi hizo. Vijana wetu na uwezo, twendele tukazichukue nafasi kwenye, na kwenye sekta yetu ja ya uhifadhi na utalii. cha taifa cha utalii, mhakikishe mnaboresha mafunzo yanayotolewa ili yaweze kuendana na mahitaji ya sasa na yanayokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Na mbili, kwa wizara yetu ya mali asili na utalii, twendeni tukashirikiane na mamlaka nyingine kuratibu vyuo vyote vinavyotoa mafunzo ya fani za utalii na ukarimu hapa nchini, ili viweze kufundisha na kutoa wataalamu wenye ujuzi unaokidhi viwango ya kimataifa. Ndugu wageni walikwa, mabibi na mabwana, mbona kwenye maelekezo hamjanipigia makofi au hamjafurahi? E, lazima tuelekezane kwenye yale madhaifu ya kwetu ambayo tunayo ili tupikie malengo ya serikali yetu ya wawezi, na haya lazima tuyafanye ili hatua hiyo tuweze kuipikia kweli usiofikika. Ukipita kwenye hoteli nyingi tunazopokea watalii wetu, management nzima unaweza kukuta 75% sio wa Tanzania. Hii si sawa, kunao watoto wetu tunaowafundisha wenyewe. Ni lazima tuamue kwa pamoja kubadilisha ka utamaduni hapa, ili ifike siku twende kwenye hoteli kubwa zote za nyota menejimenti nzima ni ya watoto wa Kitanzania. Lazima tuanze na sisi tuliopo kwenye ukumbi huu, lazima tuanze na sisi wahitimu mia sita sabini na nne tunaomaliza masomo yetu leo kuamua maelekezo ya serikali kama tulivyomsikia wiki hii Mheshimiwa Waziri kuwa akisema ziko nafasi lazima zifanywe na Watanzania wenyewe, lakini lazima tujiimarishe ili tuzichukue nafasi hizo na tuwaonyeshe kweli tumeziweza nafasi hizo. Vijana wetu nao uwezo wezo, twende ili tukazichukue nafasi kwenye, na kwenye sekta yetu ja ya uhifadhi na utalii. cha taifa cha utalii, mhakikishe mnaboresha mafunzo yanayotolewa ili yaweze kuendana na mahitaji ya sasa na yanayokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Na mbili, kwa wizara yetu ya maliasili na utalii, twendeni tukashirikiane na mamlaka nyingine kuratibu vyuo vyote vinavyotoa mafunzo ya fani za utalii na ukarimu hapa nchini, ili viweze kufundisha na kutoa wataalamu wenye ujuzi unaokidhi viwango ya kimataifa. Ndugu wageni walikwa, mabibi na mabwana, mbona kwenye maelezo amjanipigia makofi au amjafurahi? Eh, <coughs> lazima tuelekezane kwenye yale madhaifu ya kwetu ambayo tunayo ili tupikie malengo ya serikali yetu ya wagezi, na haya lazima tuyafanye, ili hatua hiyo tuweze kuifikia. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vilivyo katika mstari wa mbele katika kuhakikisha ndoto ya serikali na wizara ya kuongeza idadi ya watalii na pia kuongeza idadi ya watoa wa huduma wenye ujuzi na weledi stahiki inatimia. Ili kuchangia kufikia ndoto hiyo, Chuo cha Taifa cha Utalii kinatoa mafunzo ya nadharia na vitendo kwenye long courses na short courses katika fani za ukarimu, kwa maana ya uokaji, mapishi, mapokezi na huduma za chakula na vinywaji uhudumu wa vyumba, uongozaji wa talii na usimamiaji biashara za kitalii pamoja na uratibu wa matukio. Maafari ya mwaka huu yanafikisha chuo katika hatua nyingine muhimu ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na ongezeko la idadi ya wahitimu, ambapo kwa mwaka 2014-15 chuo kilikuwa na wahitimu 1176 eh, lakini kwa mwaka huu wa 2024-25 chuo kimefikisha jumla ya wahitimu mia sita sabini na nne ambayo ni sawa na ongezeko la asilimia kumi na mbili ukikompea na mwaka jana. Tunaamini tumeweza kuwaandaa ya kutosha kwa ajili ya kuwafaa Watanzania, na zaidi ya yote tunawapatia maarifa na ujuzi wa kutumika katika kuchangia na kuendeleza mabadiliko chanya nchini na nje ya nchi.